Taifa la Mungu, shalom, shalom! Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawakaribisha tena na tena na tena e, katika channel hii ya Siri za Ufalme wa Mungu, ambapo Mungu amekuwa akitufunulia mambo mengi yanayohusu kila kitu katika maisha ya mwanadamu, iweni viongozi, iwe ni taifa, iwe ni mafunuo, iwe ni kila kitu, nasi tunafikisha kama kilivyo. Hatutapunguza neno, hatutaongeza chochote hatutaweka chuki wala hatutaleta upendeleo, maana neno la Mungu litakufikia kama lilivyo. Na leo nilete ujumbe huu kwako wa kuwepo kwa mjumbe wa Mungu. Nilikuwa katika maombi kuwa nikimu, nikimuomba Mungu juu ya kunijulisha nyakati hizi tulizo nazo, nyakati za mwisho. Mbona kama umeiacha hii dunia? Mbona kama sioni amani vita kila siku, mauaji, watu wanakufa, vitu vingi vinaenda ndivyo sivyo. kwa katika kuomba hayo Mungu akasema nami kwa mafunuo, nami nahitaji ni kufikishia hapa, mtu wa Mungu, ni siri hii kubwa ambayo Mungu amekuwa akiitenda katikati yetu. Niliona nimekaa mahali fulani na vijana, tulikuwa tunazungumza na kujadili mambo haya ya nyakati za mwisho. Tunajiuliza, mwisho wetu wapi? dunia hii kila siku mataifa yanayochafuka ya kwa vita yanaongezeka, baada ya kupungua yanaongezeka, hali za maisha zinazidi kuwa mbaya, mwisho wake ni nini? Mungu yuko wapi? Wakati tunaongea haya, alifika mtu mmoja mwanaume, alitufundisha mengi yeye alitufundisha mengi alisema, Mungu yupo hajawahi kuiacha hii dunia wala hataiacha, wala hata lihalifu neno alilolisema kwa mdomo wake. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Kila alichoandika kipo, kinatimia hata sasa. Ni vile tu kuona baadhi ya vitu vya kimungu katika roho inahitaji nguvu kubwa ya kiroho, na sio wote wataona nguvu hiyo, kwa sababu wapo watu Mungu aliowatuma kwa majukumu mbalimbali, na kwa viwango mbalimbali, na kwa uwezo mbalimbali. Mungu anakupa nguvu kulingana na jukumu alilokupa. Kuna wapo wamepewa kuona katika hali ya familia, katika kata, katika taifa, na wengine katika dunia nzima, kwa kuna wengine wamebebeshwa mzigo wa, wa, wa taifa wengine wamebebeshwa mzigo wa taifa, wengine mzigo wa familia, wengine mzigo wa bara, wengine mzigo wa taifa e, wa dunia. Kwa hiyo kuona mambo makubwa inategemea na jukumu ulilonalo, inategemea na ule ukuu ulionao. Maana utakuta wengine wanaona kiongozi ajae, wanaona mambo fulani fulani ajae, na kuna wengine wanaona vitu vikubwa zaidi ya hivyo. Mungu anatenda kazi ndugu zangu, hata sasa, lakini kuona watu hao inahitaji kuwa na Roho Mtakatifu wa kufunulie kwa kiwango hicho. Si kwamba watu hawa wa kawaida hawana roho, hapana, ila majukumu yao, nguvu aliyonayo inawatosha. Ni sawa na kusema e, ni sawa na kusemaje? Ni sawa na kusema mtendaji wa kijiji au mkuu wa mkoa, nguvu yake inamtosha katika mkoa, lakini unapozungumzia waziri fulani nguvu yake inamtosha katika eneo lote la nchi. Ina maana anacho kibali cha kutembea nchi nzima. Ndivyo Mungu anavyofanya. Basi aliendelea kusema kwamba vitu vingi ambavyo vilikuwa katika Biblia kale, yaani manabii wengi waliokuwepo, hata sasa wapo. Mungu amekuwa akiwarudisha manabii ili kulitegemeza agano lake. Usione tu mambo yanakwenda hivi hivi, Mungu yupo kazini akiwatumia watu mbalimbali. Kuna wakati anaruhusu watu hawa wajulikane na kuna wakati anataka watu hawa wasijulikane, ni Mungu yule yule. Hakuna nguvu ya kiumbe yoyote itakayofanya au kubadilisha mpango wa Mungu duniani, ila nguvu ya Mungu ndiyo inayobadilisha mipango ya adui yoyote ya kiumbe yoyote hivyo vitu vya kale ambavyo vilivyokuwepo mwanzo, nguvu za mwanzo, manabii wa mwanzo, mifumo ya mwanzo ipo, lakini lazima uwe na nguvu kuijua. Mungu ameileta kwa sura nyingine, lakini ni vitu vile vile. Aliendelea kusema kwamba huwezi kuvijua vitu hivyo kama vipo kama hutafunuliwa. Mungu anavileta vitu hivyo duniani kutokana na wakati wa dunia hiyo na kipindi cha sayansi iliyopo au walionayo wanadamu. Kwa hiyo kama unatazama, mbona mwanzo waliishi hivi, mbona mwanzo kulikuwa hivi, mbona mwanzo paku hivi na sasa paku hivi, unaweza usijue kama kuna chochote kinaendelea katika roho. Ndio maana utakuta kuna mambo mengi ambayo ambayo Mungu amejaribu kuya kuya kuya kuya kuyafanya katika idunia, lakini wanaofanikiwa kuyafunua ni wale ambao Mungu amewaita. Ilijaribu kuwaza mtu huyu ni nani? na alionekana ana mamlaka juu ya mambo mengi, alionekana kutufunulia siri nyingi, alionekana kuwa na mamlaka mengi sana, alikuwa na siri nyingi. Lakini wakati akiongea haya, ilisikia sauti, tulisikia sauti ikisema, huyu ni mjumbe wangu msikilizeni, huyu ni mjumbe wangu msikilizeni. Kapata picha kwamba kumbe sasa duniani tunaye mjumbe tumeletewa mjumbe wa Mungu mwenye kutufunulia siri zilizofungwa mwenye kufunua mafundo yaliyofungwa mwenye kuacha wazi kila kilichofunikwa siri za Mungu zipo kwa wamchao naye huwajulisha kusudi lake naye huwajulisha agano lake kama inavyosema Zaburi 25:14 mjumbe huyo yupo ambaye Mungu amemweka juu ya vitu vingi, juu ya siri nyingi. Ninawaalika leo nanyi mfahamu ya kwamba vitu vingi ambavyo mwanadamu anadhani havipo vitakuja baadaye, vipo hata sasa. Kumbuka hata Elia katika ujio wa kumtangulia Yesu Kristo alipokuja kama Yohana Mbatizaji, wengi hawakujua kama ni roho ya Elia ndani yake mpaka Yesu alipokuja kufunua baadaye ya kwamba ni roho ya Elia. Na yeye hakujua kama ni Elia, maana aliulizwa u nani wewe, ni moja kati ya manabii wale? Ni Musa wewe? Ni Elia wewe? Akasema hapana, mimi ni mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kwa hiyo lazima pawe na Mungu ampe mtu uwezo mkubwa wa kufunua mambo yake, ya kufunua nyakati, ya kufunua vipindi mbalimbali mbali. Kwa hiyo mjumbe huyu kazi yake ni kufunua vipindi mbalimbali mbali, vya dunia. Siri za, za ndani, nyakati za Mungu, kalenda za Mungu. Mungu ana kalenda zake sasa hivi duniani. Kinatakiwa kifanyike nini? Kimetoka nini kinakuja nini? Mtu wa Mungu afanyaje? Mtu wa Mungu aende wapi? Ufanye nini leo? Kwa hiyo haya ndio, eh, natakiwa mtu wa Mungu uweze kujua ya kwamba yupo mjumbe ambayo Mungu amesha ameshamtuma kwenye hii dunia aliyempa kujua siri nyingi, aliyempa kujua kila kitu. Yote haya tutakwenda kuyafunua hapa. Basi Mungu awabariki sana, niwakaribisha tena na tena, niwakumbushe ya kwamba yupo mjumbe, dunia inapaswa imsikilize. Watumishi wa Mungu, viongozi, manabii, sikilizeni mjumbe wa Agano ambayo Mungu amemleta sasa katika nyakati hizi anayo majibu. Anayo majibu ya maswali yetu, kama nilivyoulizwa nikajibiwa na Mungu akasema, huyu ni mjumbe wangu msikilizeni. Yupo sasa kwa ajili ya kulikusanya kanisa, kwa ajili ya kuondoa mpasuko huu wa mafundisho, mpasuko huu ambao unatugawa hata sasa, imekuwa sio moja tena watu wa nyumba moja tunajenga nyumba moja, lakini tunagombania fito. Hii si hali ya kawaida, lazima hali hii Mungu airekebishe, na ndio sasa ametuma mjumbe wake. Mungu awabariki sana, muwe na wakati mwema. Amen.